Hello Tanzania. Mambo zenu. Leo tarehe ngapi? Sijui sita. Um, nataka kuongea na dadangu mpwa wangu Maria Sarungi. Babako amesomeshwa kwa hela za Chama cha Mapinduzi. Wewe umesomeshwa kwa fedha za Chama cha Mapinduzi. Huko pale Kajiado, Kenya unafanya jitihada nyingi sana ili serikali ya Chama cha Mapinduzi ipinduliwe ikiongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Nikipita pale Utegi, huwa naona kaburi la baba yako ambao ulishindwa atakuja kuiona na kuomba Doze, doze, achana nayo haya, nchi ni yetu sote. Ford Foundation wana limitation ya pesa. Kwa mfano, umepewa hizo hizo hizo dola, dola, dola laki nne zimeingia kwenye akaunti yako, hazitakusaidia, sio thamani ya Tanzania. Please mpwa wangu usichoche Samia kupinduliwa. Ukinisikia sawa, usiponisikia ni laana, sababu mimi ni mjombako. Umenielewa? Umenielewa? Umenielewa? Anayeangalia hii video, please sambaza mpaka Maria Sarungi apate ujumbe. Anachokifanya haina tija kwa nchi yake. Logos